Uh, Kachero eh, Yanga leo wanashinda mbili bila aggregate tano, eh, ya uh, wanakwenda hatua inayofuata. Performance overall ya Yanga umeionaje? Ah, imekuwa ni kawaida kwa kocha wao mpya Romain Folz kugawa performance kwenye vipindi vile tofauti. Yawezekana mm. hakuwa ameona mikanda ya kutosha ya Wiliete Benguela ya Angola. Kwa hiyo mchezo wa kwanza alivyojihami akaja akaupatia akapata mabao matatu kwa sifuri, labda alihofia wanaweza kaja kushambulia sana. Lakini kwa namna ambavyo wamecheza 45 za kwanza timu haikuwa inacheza vizuri, kusema kweli. Uh, walizidiwa, kuna eneo la midfield na timu ya Wiliete Benguela, ndio walikuwa wameongoza kufanya mashambulizi mengi hatari kwenye goal. Ipo cross moja ambayo DR alicheza, ipo eh, cross ya kichwa ambayo Danielson alipiga kwa kichwa, kagonga mtamba wa panya, ipo cross, I mean rebound ball nyingine ambayo ilikuwa wakati Cairo alikosa haya mashambulizi matatu alikuwa makubwa hatari sana kwa upande wa Yanga, na kama kwa nafasi tofauti magoli mawili yangepatikana, huenda mechi ingekuwa na dimension tofauti. Walifeli wapi kipindi cha kwanza? E, eh, cha kwanza walizidiwa mentality ya kuitaka mechi wale Wiliete Benguela. Kocha wao Bruno Feli alisema kabisa hana cha kupoteza, anaingia kwenye mechi kushambulia. Kwa hiyo waliwajaza hamasa na morali wake, na wa wachezaji wake walicheza kwa ari sana, walikuwa na bypass Yanga, wanakimbia kuliko Yanga, wanawania mpira kuliko Yanga walimiliki mpira kuliko Yanga. Si kawaida sana Yanga kwa Mkapa kumilikiwa eh, asilimia kubwa umiliki na timu ya kigeni, lakini kwa leo imewezekana. Lakini kingine ni kwenye midfield pale, walikuwa na Mule na Odhat, jezi namba nane, pamoja na Danilson walikuwa hmm, viungo ambao wazuri sana, waliwabiti kina muda, akili ya Buya ambao walikuwa wanatoka sana kuacha nafasi kati yao. Aziz alikuwa na hold na karibu na mabeki Abuya na Mudathir walikuwa wanatoka hii gap hapa, mm. walikuwa wanatembea wale midfielders, walikuwa wanapiga pass kwa, kwa Kwari ambaye alikuwa na mechi nzuri, jezi yes namba 33, lakini pia striker Mali alikuwa mm -hmm. na hold mipira vizuri sana kwa ajili ya kuwatafuta nafasi, hata Skud Makudubela kwa nafasi yake. Kwa hiyo kocha baada ya, ya kujua timu yake haina ubunifu, haipigi pass kwenye nafasi, imekamatwa kipindi cha pili, akatoa performance nzuri, alimdrop Maxi, pia Nzengeli alimtambulisha ofenchi kola winga wa kulia kushoto, akamtambulisha Edmund John. Hawa ni wachezaji ambao wana sifa ya kukimbia na mpira karibu na kukros sana mipira ambayo inawasaidia kubiti watu eh, 1v1 eh, hawa walivyoingia, alimswitch Pacome kutoka left kuwa namba 10 hapa. Yanga ilibadilika ilianza kucheza kwa pasi za konana, lakini kwenye mapana uwanja na wale Wiliete Benguela mpaka kufika dakika sabini kilichowaponza ni kuchoka, walianza kuchoka wa sababu walianza mechi na intensity ya juu walikuwa wanawania mpira kila sehemu bila kuwa na mipaka. Sasa dakika ya sabini, walipoanza kuchoka hawa waliwaingiza uh, kocha Roman Falls walianza kuwakimbiza wakina mm, Pereira kule pande ya kulia na kushoto, walishindwa kumatch kasi ya kina Chikola na Edmond na Pacome alipoongezeka, wakamuingiza Andy Boyeli kuchukua nafasi ya Prince Dube, ndiye ambaye alikuja kuwa game changer. Pia kwa nafasi kubwa yeye alichukua mpira kutoka kwa Aziz Andabwile akaseti 1 2 Eh, kulimfanya dakika sitini na moja aingie dakika sitini na mbili tayari shafanya jaribio, dakika sitini na nne alifanya jaribio, muamuzi akasema ni baadaye tena dakika sabini na kitu, na, na, ni, eh, ni na aliathiri mechi kwa nafasi yake, alikuwa anawapa pressure defenders, na Yanga ikaonekana ya arobaini na tano za pili hususan dakika sitini kwenda tisini ni, ni tofauti na Yanga ambayo ilianza mechi eh, dakika ya kwanza mpaka ile dakika ya sitini. Kwa hiyo imekuwa hivyo hata kwenye mechi ya Simba, kipindi cha pili Yanga ndo aliamka. Mechi ya Wiliete ya Angola the same, mechi ya Bandari the same, mechi ya Pamba Jiji pia the same. Kocha ya wa Yanga 45 za kwanza anaingia kujihami sana na midfielders watatu. Eh, then kipindi cha pili anafanya mabadilisho. Unamuona Dumbi anaingia leo kuingia, then timu inabadilika. Kwa hiyo kipindi cha kwanza mechi yake kocha ya wa Yanga anaamua kujihami kwanza, akishajua opponent yukoje anaweza mm, kukushambuliaje, ndio kipindi cha pili huwa anabadilisha e, timu yake naanza kushambulia. Ni style mm, ambayo kocha Nabi alikuwa anaitumia, ngumu sana kumfunga yani, rahisi mm, kukufunga magoli machache na kutembea. Ndio maana Nabi aliweza kuwa na minutes nyingi sana nadhani arobaini na tisa mm, kwa kipindi hicho. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo nimeona mechi ilivyo. Kwa hiyo sasa Silver Stars ndio watu ndio timu ambayo watacheza mm, nayo Uh, li... Malawi. Malawi, yes, walikuwa mabingwa kwa hiyo hao ndio wapinzani wa Yanga kwenye mchezo unaofuata. Azizi Andabwile eh, anafunga leo lakini ni mwendelezo kwenye tangu mechi ya Yanga ya performance yake, unazungumziaje? na mwendelezo, Azizi anacheza kwa kutimiza matakwa ya coach Romain Folz, anataka holding midfielder awe na nidhamu ya mm -hmm. nafasi asitoke. Azizi anafanya hivi vizuri sana kuliko Bala Musa Conte, Azizi anafanya hivi vizuri kuliko Casemiro. Ndio maana kocha ameamua kumchagua yeye, lakini kingine eh, ukipata mpira hutakiwi kuwa na vitu vingi kwenye mpira, achie haraka kwa kiungo, yuko kwenye nafasi, aprogress mpira, wewe tunza nguvu, baki kwenye nafasi yako, sababu mchezo utakuhitaji dakika zote. Aziza ana heshima sana ya pasi kama coach alivyoelekeza. Akiwa na mpira hatumii kukukota kwenda nao sehemu, ana release pasi haraka, anaruhusu timu inaondoka. Hizi pasi fupi fupi tunaita connecting pass, Aziza anazipiga vizuri sana sana, lakini kuna faida yake nyingine. Ukiwa kuna hii nafasi umehold utoke mashambulizi ya haraka kutoka katikati akija au pembezoni anakukuta wewe uko pale, advantage yake, Azizi anayastop mapema kabla ya baka na job au kama beki na mamieto, kwa ufupi kabla ya ya mabeki na goalkeeper. DR anafanya hivi vizuri kuliko Bala Conte, kuliko Casemiro kwa maana coach amekuwa kwenda naye, lakini imekuwa ni faida sasa ya ziada. Baada ya kupata confidence unamwona kwenye matukio magoli. Mechi ya Wiliete ya kwanza alifunga goli kwa shuti la mbali sana. Ile ni bonus tu kwa coach. Lakini leo tena amefunga goli la kichwa anamwambia coach kwamba kwenye set play nikumbuke na mimi nipo. Inamuongezea sifa kwenye mahitaji ya mwalimu na anazidi kumwamini. Sasa hivi ana confidence sana baada mm -hmm, ya kucheza vizuri hususan mechi ya kale ya Kodad. Mechi yoyote ya Yanga mm -hmm, na timu yoyote akipangwa anaweza kutulia kucheza kwa sababu kwanza kocha anampa backup, anamwamini sana, pili ameweza kumlipa. Mm -hmm. Tayari amejiona yuko sehemu ya Yanga tayari, ana performance, amejiona ni mchezaji wa 11 wa kwanza. Kwa hiyo yupo kwenye game yake tokea alipofika Yanga kwa ni mchezaji ambaye amefanya mapinduzi sana, wengi wa kumtegemea, lakini kocha amemuona, amempa nafasi. Lakini cha mwisho ambacho ni cha kiufundi zaidi ambacho si rahisi kukiona, timu ya Yanga ki struggle kufanya build up ikiwa kwenye pressure, Aziza anakuja kuwa beki wa kati, anamruhusu Baka asogee kushoto, Jogo asogee kulia, wanakuwa mabeki watatu nyuma washambuliaji wakija wawili, wao wana option tatu, hata ukiwakimbiza vipi, wanaweza kupasiana pasi za triangle na kuikimbia hii pressure. Azizi ndo anawasaidia kufanya hivyo, kwa hiyo kocha ameona ni mchezaji ambaye anacheza kwa maelekezo yale yale ya deep holding midfielder anayotaka, ndio maana ameendelea kumwamini kwa ufupi kidogo. Singida wanatoka nyuma na kushinda mbili moja, performance yao ah uh, Singida yes, walipata ushindi wa bao moja kwa sifuri ugenini dhidi ya Rayon Sports ya Rwanda mchezo leo wameshinda mabao mawili kwa moja. Kitu pekee ambacho inaweza kuwa sifu ni namna ambavyo waliweza kuwa na e, uwezo wa kupambana kuamini, wana deserve kwenda round ya pili inayofuata. Ni team changa kwa ni michono hii ni mara kwanza, lakini tunajua ana bench la ufundi ambao ni mzoefu kwa kiasi, coach Miguel Gamond na msaidizi wake, lakini baadhi ya wachezaji kama Khalid Aucho ifanye hivyo Yanga miaka minne yuko kwa Clatous Chama ya Tanzania kwa miaka yake saba na zaidi amefanya mambo makubwa na Simba wanajua hii michuano najua nini kinatakiwa. Ni baadhi tu wachezaji walikuwepo, Antony Trabi alikuwa na ASEC Mimosas akicheza hivyo mpaka robo fainali eh, abase ubaso jikipa anaitwa kwenye mm -hmm. timu ya taifa ya Nigeria michuano alafu kuende anakwenda Rupia kule Kenya taska na klabu nyingine. Kwa hiyo hawa wachezaji wanafanya Singida iwe tishio kwenye hatua hizi hapa leo. Kitu ambacho kimewasaidia, kwanza gol lao la kwanza lalifunga eh, movement nzuri sana Elvis Rupia alikimbia kwenye half space kumuonyesha kwamba Gego unaweza kujaribu kunipigia. Kile kitendo kiliwavuta mabeki watatu kwenda mm, naye. Nafasi ilobaki wazi hapo kwenye box, akaingia Idris Diomande. Ile eh, square pass alopewa, akafunga goli moja nzuri sana. Individual brilliance ya kwake imewapa Singida goli la kusawazisha. Lakini goli la pili ulipigwa mpira mrefu sana kwenye box, eh, set play, Hope akaruka kichwa, kipa alitaka kudaka kwa namna yake ukamtoka lakini Antony Trabi alifollow ile move na kuweza kufunga kufidia makosa ya kipa. Kwa hiyo ni mechi ambayo hawakushinda kimfumo sana, ila ni individu na kufuata makosa ambayo Rayon Sports wamefanya wakashinda. Kwa hiyo kwa sasa wapo kwenye hatua inayofuata raundi ya pili, na tunasubiri kuona watafanya nini kwenye raundi hiyo.